Yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun, yule ambaye asihukumu kwa yale ambayo, si ambayo aliyoyateremsha Allah, basi hawa wanakuwa ni makafiri. Kwa maana watu wanaohukumu kinyume na hukumu ya Allah subhanahu wa taala hawa ni makafiri. Umefahamu? Eh, sasa wapo ambao ndugu zetu waislamu ambao ni mahakimu Je, inakuwaje tuna hakimu na ana hukumu wa hukumu ambazo kanuni tutasema ambazo zimewekwa na wanadamu? Tumfahamu, sheria inasema yule hakimu ikiwa anafanya ile kazi eh, ni kwamba ni muislamu kisheria, na ikiwa anaitakidi pia kwamba hii mimi ninafanya ni kwa sababu ya riziki tu pata riziki yangu basi huyo ataambiwa kwamba amefanya ame murtakibul kabair amefanya dhambi kubwa. Dhambi kubwa, lakini muslim mwislam lwa sasa, kuna baadhi ya watu wanawakufurisha Waislam, bali wengine wakaukufurisha mpaka dola zile za, za, za Kiislamu yeah. Ah, hakuna chochote pale. Hukumu gani wale na sasa Saudia watu wanaishambulia sana. E, sasa ukitazama katika dunia ni nchi gani ambayo inasimamisha sheria? Kajitahidi kiasi kile kafanye sheria ya Allah. Kwa sababu wale wanaosimama pale ni binadamu. Sasa usichukulie kwamba kwa sababu Mtume kazaliwa pale Mtume afanye hivi, baadhi ya makosa ambayo yanapatikana hawa ni binadamu. Lakini kwa yale wanayoyafanya ni makubwa na Allah wahifadhi. Allah ihfadhi dola hii. Kusimamisha tauhid. Eh, kupambana mambo ya bid'a leo. Watakuta mitandaoni watu wanatumwa, wanapambana kadha kadha kwamba Saudia inataikana ifanye Maulidi ndio nini. Sasa hata usema watu waswali, wakaa kuongelea mambo ya Maulidi eh. Kuna shehe mmoja kama juzi aliongea yule wa Tanga, ndio na kidogo kaongea hoja kwa kwamba alion, mwanzo aliongea ongea kuhusu mambo ya ayo ayo, Maulidi watu wasiache, sio nini, lakini mwishoni akasema swala la kusherekea Mtume za salama kumpenda Mtume. Amfuate. Na jambo la kwanza ni swala, haiwezekani wewe ukasema unampenda mtume afu uswali, ni katika haki. Tatizo mashekhe, sikumaana hawajui, wanajua, lakini kuna watu wanaona kwamba sasa, unajua, watu watu kwa anaamua kupindisha kidogo ili awaridhishe baadhi ya watu wasema haki tu hii ni haki, ni dini. Huu ni umri uweze kuondoka muda wote katika hii dunia. Kwa hiyo ndio nekana kusimama katika njia ya sawa pasina kuangalia watu unafahamiana, eh, kwa suala la kuwakufurisha waislam sio sawa. Kwa hiyo akasema, waman lam yahkum bima anzala Allah, yule ambaye asihukumu asi asihukumu eh? yale ambayo asi hukumu kwa yale ambayo Allah ametelemsha, fa ulaika humul kafirun, hawa makafiri. Na hizi aya zimekuja tatu, wa man lam yahkum bima anzala llah, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul kafirun. Aya zimefuatana, hii sura ya Maida hiyo, eh aya 44. Kwa hivyo hapa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alipoelezea aya hii na mfano wa ile hadithi nasema, sibabu lmuslim fusuku wa qitaluhu kufru, kumtukana Mwislam ni ufasi na kumpiga ni ukafiri. Kwa hivyo, je, Waislamu wakipigana wanakufuru? Lakini kule Allah anasemaje? wa in taifatani min almuminina qatatalu fa aslihu, mfahamu. Allah anasema makundi mawili katika waumini wakipigana, Allah amewaita waumini. Hadithi kule inasema sibabu almuslim fusuq wakitalu kufru, kupigana ni ukafiri. Aya inasema waumini. Sasa tunafanyaje hapa? Simenifahamu? Aya inaeleza waumini wakipigana, mtume anasema makafiri hawa. Ndi pale Ibn Abbas akasema alkufru huna alkufru duna kufrin ni ukafiri mdogo ambao la yukhrij min almilla hau mtoi mtu katika uislamu nifahamu tunza wakapigana kawa waka ni waumini kwa uislamu kile kitendo kile si cha uislamu ndio maana mtume akasema ni kufuru ni ukafiri sio makafiri ni ukafiri kile kitendo lakini waumini hawa kwa hiyo wakipigana taikana wasolehishu

faqad kafara, yoyote yule ambaye mwenye kupinga yale ambayo Allah ametelemsha, atakuwa amekufuru e. Waman aqarra bihi walam yahkum bihi, na yule ambaye mwenye kukiri kwamba hii ni sheria ya Allah lakini laki, hakuhukumia kwa sheria ya Allah akahukumu kwa hukumu ambazo za kitaghuti akasema, fahuwa dhalimun fasiqun, huyu ni dhalim ni fasiq Hizi aya zimeshuka kwa mtume na wao wakiwepo. Kwa hiyo hawezi kutoka katika Uislamu, bali akiona kwamba zile, zile sheria zile za kanuni zile ambazo za kitwaghuti ndio bora kuliko hukumu hizi, atakufuru. Tumelana eh? Kwa hiyo so sio sawa kuwapa hukumu waislamu ambao wanaohukumu au wanaofanya kazi hizi za za uhakimu kwamba makafiri, maana tunakusudia hapa ni Waislamu sio makafiri wenyewe kafiri, wenye, kafiri baki kwa kafiri. Nasema Waislamu kwa sababu kuna watu hasa watu wa hamasa, akifika msikitini. Kuna mmoja aliwekuja miaka ya nyuma, alikuja huko Nzega e, afakafika msikitini akauliza kwamba akasoma aya hii alafu akasema Uh-huh. Sisi Waislamu wa makafiri tuseme wenyewe kwa mujibu wa aya hii sasa, mbona hapa watu mtihani eh? Kwa utaka watu wajikufurishe wenyewe sisi, bana sisi makafiri, mbona maswali sasa? Si mngejenga hekalu koo kwa kanisa eh? Kwa hiyo kuonyesha kwamba watu ni wajinga hasa katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa ulaika humul kafirun, hao ni makafiri, sura almaida aya 44. madaaaiu wa aladhi yadai ilma alghaybi min duni mindunillah, yule ambaye anadai eh kujua yale ambayo yaliyofichikana elimu ya ghaibi, yani mambo yaliufichikana yaliyofichikana, naso katika njia za za kiganga kishawadha almushawidhun wale waganga, wapiga ramli, kuna watu wao huwa wanadai kujua mambo ya watu, kutazama viganja. Tazama tu viganja fana kuambia ah, hili jambo linaonekana hivi, alama ya mikono yako hii, wewe utapata mtihani. Unajuaje wewe mjinga wewe? Eh, Mtume sasa anasema, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yeyote mwenye kumwendea kuhani. Kuhani ni mtu ambaye anayedai ajua mambo ya ghaibu, au man ata arafa. kutamwingine anasoma hadithi. Kuna redio moja sitaki kuitaja, sikia bwana moja anasoma hii hadithi, asema man ata arafa hmm. Yeah. Allahul musta. Kwa hiyo yule ambaye mwenye kumwendea mpiga ramli Faqad kafa bima unzila ala Muhammadin, atakuwa amepinga yale yote ambayo yaliyoshushwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bali yule ambaye mwenye kumwendea mpiga ramli, hadithi nyingine imekuja, hatokubaliwa sala yake kwa muda wa siku arobaini. Ndio kafara hiyo, hata ufanyeje. Ukisema nakaa siku arobaini sitoswali, madhambi mengine yani yote, ikana uswali ili iwe ndio kafara

mjuzi wa mambo yaliyofichikana Allah subhanahu wa ta'ala, fala yudhihiru ala ghaibihi ahadan, hamdhihirishi ila ghaibu yake Allah subhanahu wa ta'ala, hamdhihirishi ghaibu yake yoyote. Illa man irtadha min rasulin, isipokuwa yule ambaye alimridhia katika mitume yule, eh, ambaye alimridhia katika mitume. Maana min rasulin min almalaika kadhalika min albashar, mitume katika malaika kadhalika mitume katika binadamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawatuma mtume wake. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi, hakika yake mambo yalivyo, dhamiru shani hakika yake inatafsiriwa hivyo. Fa innahu hakika yake mambo yalivyo yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi, e, umpelekea mbele yake kadhalika na, na nyuma yake, rasada mlinzi. Allah huwawekea walinzi e, mitume wale ambao Allah huwapa mambo ambayo ya ghaibu, kwa maana kuonyesha huyu ni mtume, kwa sababu hakuna anayepewa waha isipokuwa ni mtume. Ndio maana wanachuo wametofautiana, ikhtalafa alulama kuhusiana na khadhirun, eh, au sema khidhirun, unaweza kusema khidhirun au khadhirun, khidhiru ambaye alikuwa katika zama za Musa alaihi salatu wasalam, yule ambaye khabari zake za safina kiitobua safina kwamba ni mtume, si mtume eh wanachuoni wakhtilafiana a vile Ibn Uthaymin na wengineo wakasema ni, ni mtume sababu apewa wahi Surat al-Jinn, aya ya 26 y 27, waqala <coughs> ta'ala na akasema, Allah subhanahu wa ta'ala Allah alitukuka wa indahu mafatihul ghaibi na kwake yeye Allah ndiko kwenye funguo za mbali ghaib. la yaalamuha illa hu, hakuna anayejua mambo hayo isipokuwa Allah. wa yaalamu ya ma fil barri, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua yale yaliyoko nchikavu. Nchikavu kwa maana kila sehemu ambayo isiyokuwa na maji inaitwa albar, milimani inaitwa albar katika visiwa albar, eh, walbahri kadhalika, na baharini. Baharini ni sehemu ya maji mfahamu. Eh, Allah anajua yale ambayo yaliyoko nchikavu, Allah anajua yote, na tofauti na itikadi ya mashia arafidha qatalahum Allah, kuna kitu wanaita albadau. Eh, itikadi ya mashia kitu kinaitwa albadau wao. albada ni kwamba ni kudhihirikiwa na jambo baada ya kutokea. Wao wanaamini ya kwamba Allah hajui jambo mpaka litokee. Itikadi yao ya kwamba jambo lolote ambalo wewe unaliona kwamba umekuja msikitini, Allah hajui. Wewe unatoka nyumbani kuja msikitini Allah hajui, mpaka unaingia msikitini. Ala, kumbe Abu Nasir alikuwa kuja msikitini. Eti la, nilikuwa sijui. Yani huyu Mungu wa vipi huyu? Labda Mungu akishia lakini Allah subhanahu wataala ambaye ni khaliqus samawati wal ard, muumba wa mbingu na ardhi, yeye anajua kabla ya kutuumba, kabla ya kuumba chochote, Allah anajua. Wama taskutu min waraqatin illa yalamuha, ya na hakuna kinachoporomoka, kina kinachoanguka katika jani lolote eee? min warakatin katika jani lolote, jani la mti wowote, miti yote ya ulimwenguni ambayo wewe unaijua, chochote kilichopo katika mbingu katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala, illa ya'lamuha ya isipokuwa Allah anajua. Mefahamu? Bali Allah anajua mpaka idadi yake kwamba mti huu una, una, una majani mangapi na mangapi imeanguka. Allah yajua. Naam. Wala habatin fi dhulumati lardhi, na wala punje, kwa maana wala hakuna punje katika katika viza vya ardhini wala ratbin wala pia kile ambacho kinyevu, kenye, kenye, kinyevunyevu tutasema kibichi kichuka kibichi wala yabisin wala kikavu illa fi kitabin mubini, isipokuwa kipo katika kitabu ambacho cha wazi, ambao ni lauhul mahfudh. Lauhul mahfudh faa, lauhul mahfudh ni ubao ambao umehifadhi umehifadhi mambo ya wanadamu, yaani mambo yote tunasema yako pale, na Allah subhanahu wa ta'ala anatutazama sisi wanadamu mara mia tatu na sitini nakumbuka hivyo kama mia tatu na sitini au zaidi hapo, lakini ma, haizidi mia tatu na sitini haifiki mia nne. Anatutazama kwa siku mara mia tatu na sitini. Kila mmoja ana jina lake pale katika lauhul mahfuz. Allah anakutazama wewe na mtume salama. Anasema ukitazama pale ndio kuna khafdhu wa rafu pale. Allah akitaka akuinue atakuinua pale kwamba huyu tamu, leo namuinua utapandishwa. Allah akikushusha, na kushusha, hakuna anayeweza kujipandisha wala kujishusha wala kushushwa na mtu. Allah akitaka wewe upande unapanda, na, na jamii dunia ikakujua, na wala usitanue mabega, unaweza ukaumia bure, ukapewa hospitali ukavunjika mkono, kwa sababu kutaka huo juu. Unafahamu we utaikana ulivie kile ambacho Allah amekuruzuku amekupa nafasi yako, tulia ya, hapo hapo mfahamu eh? Kwa hivyo Allah subhanahu wataala anatutazama na riziki zetu, mambo yetu mara mia tatu na sitini. Kwa hiyo ikifikia sasa we muda wako khalas, naishia hapo eh? nafika muda wako unaondoka duniani. Hivyo ndivyo inavyokuwa, Allah subhanahu wataala alivyojalia

Kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema fadhalika najizihi jahannam, hivyo huyo tunamlipa yeye au tutamlipa yeye moto wa jahannam, malipo yake atalipwa moto wa jahannam. Kadhalika najizi dhalimin, na mfano wa hivyo tunawalipa madhalim, arhamuka llah

Eh, la yasiru mu'minan billahi, hawi mu'min wa kweli mwenye kumwamini Allah, illa bil kufri bitaghuti, isipokuwa kwa kumkufuru kumkanusha taguti ndipo anapokuwa mu'min wa kweli wa. Dalilu qauluhu ta'ala, dalili ni kauli yake Allah aliposema, la ikraha fid din, hakuna kushikiwa nguvu katika dini, hakuna kulazimishana na hakuna kushikiwa nguvu katika dini. kad tabayana rushdu min alghai, kwani hakika umebainika uongofu katika upotevu, kwamba huu ni uongofu na huu ni upotevu alghai eh? Na wanaeleza ya kwamba tofauti ya aldalal na alghai Alghai ni mtu kupotea baada ya kuijua haki, akaijua haki alafu akapotea. faman yakfur bit taghuti, basi yoyote yule ambaye mwenye kumkanusha taghuti, wayumin billah, na akamwamini Allah. faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, na atakuwa ameshikamana na kishiko ambacho chenye nguvu eh?

nguzo ya kwanza eh, illa Allah. Nguzo ya pili ambayo ni ithbat. Kwa hiyo linafi wal ithbat, kukanusha na kuthibitisha. Kukanusha ya kwamba hapana mola wa kuabudiwa kwa, wa kwa, kwa haki. Kuthibitisha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanfi jamia anwaa al ibada, utakanusha aina zote za ibada an ghairi Allah kwa siku wa Allah utazikanusha hizo. watuthbitu jamia anwa'il ibada, na utazithibitisha aina zote za ibada kulli halillah, zote ni kwa ajili ya Allah wahdahu, peke yake. La sharika lahu, hana mshirika kwake. Allah hana mshirika katika kuumba, kadhalika hana mshirika katika kuabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala, aghyaru minni, kama Mtume anavyosema, Allah ana wivu zaidi kuliko mimi. Kwa maana wivu wa Allah ni katika kushirikishwa. Allah hana mke, Allah hana mke eh, wala hana mtoto. Ni pale sahaba mmoja alipomuuliza Mtume za salama ya kwamba ya Rasulullah, ivyo yawezekana mtu akamkuta akamkuta mkewe akiwa na mtu kwa maana akiwa na mwanaume? Mtume akamwambia ndio. Ah, yawezekana kabisa eh, akasema ndiyo ili bana akasema Wallahi mi naua e? <laughs> mimi naua msahabu. Akashangaa e, anaua swala, so, la kuua ni zito e? Mtume akasema mnamshangaa, kumbuka kama ni Saadi Mtume, Saadi nani? Allahu alam. Akasema mnamshangaa, akasema mimi nina wivu kuliko yeye na Allah ana wivu kuliko mimi. Sasa Allah ana wivu vipi? Allah ana wivu katika kushirikishwa, ndio Allah akasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ika, Allah asamehe dhambi ya shirki kwa mtakaye. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, akisema kinyume cha shiriki akasema si sawa, kwa sababu akisema kinyume cha shiriki maana yake tariku salah yughfar mwenye kuwacha sala atasamehe, kwa sababu ni, ni kafir billah. Hivi ndivyo wanapita wanachuoni eh. Haya, kwa hivyo Allah hasamehe dhambi ya shiriki, lakini sisi wanadamu tuna wivu katika mambo ambayo haya tu ambayo ya, ya haya, kupita ya kawaida kabisa eh? Allahu lmustaan Allah na wivu katika kuabudiwa. Kwa nini aabudiwe mwingine? Allah hanufaiki katika ibada zetu, tukifanya ibada Allah hanufaiki, ukiacha Allah hapati hasara, pengine nah, katika hisabu hizo isa sasa, huyu kanitia hasara mimi. Yaani wewe ukiswali faida inarejea kwako, ukiacha kuswali hasara ni kwako eh? Allah ashaumba yeye, kaumba moto, kaumba pepo. Kwa hiyo ukiswali na ndio maana pia hata hizi ibada tunazoswali huwezi ukalinganisha na janna. Tutaingia peponi kwa rehema za Allah, la msingi ni kufanya ibada. Situtafanya ibada kwa sababu ni maamrisho ya Allah. Sasa wewe ukija kufika kule eh, unaweza kusema mimi nimeswali, afu pepo yenyewe ndio hii. Uleta tufali hapa au uleta nini hapa, enajunga kwa nini ama, tukwani, pepo ibada yani, ibada gani uliifanya wewe uli ambayo kubwa sana ambao oh, hawajaifanya wengine na we, taratibu wake ile kama ile alivyokuwa amekuja bwana mmoja kwa Said ibn Musayyab nyumbani kwake usiku, mgeni kalaka naye kalala usiku ule. Bwana akamka kuswali tu salaamu na swali tu salaamu na swali ah, Saidi akamwambia vipi bwana, kuna una swali, saala, na swali sana swali, bwana suna hivi nyingi, suna gani? na swali nasema haya, kwa nini Allah ataniadhibu mimi kwa sababu ya kuswali sana? Akamwambia Allah atakuadhibu kwa kukhalifu sunna, kwa sababu ukaadhibiwa na swala zako hizo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba unaswali nini na ndio maana pia sheria ukiambiwa swali Let's, uulize na swali nini? Swali, afu washika udhu wa swali. Swala gani kuulizwa? Aniambiwa ni swali. Swala gani? Lazima uulize ujue. Kwa hiyo hizi ibada zina taratibu yake. Unifahamu? Ama watu wa ibada wenyewe hana haja ya kuuliza, wana wana swali tu. Tumwambia swali yeye ataswali tu, hana shida ataswali tu. Swala ana anajua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu bwana, unajua mimi simwambia ni swali